Yeah. Nilikuwa huku chini, kuna vishu yangu nilikuwa nimeenda kusindikiza hivo, ndo sasa narudi na madu. Imagine ile time nilitulia chana na wewe, imagine ilienda hivo nikapatana na yeye. Boy mdaki hivo Mm -hmm. Mdakivo siji kama ushaimuona, but huyo uh -huh. ni kama si wa huko around uh -huh. uh -huh. the dude acha tu, wacha uh huyo, mm -hmm. wako wangu wako na du, tumetoka vacation last week Mombasa ya yeah, na ana plan kuninunulia gari anyway, nilikuwa naenda kwake sahi, sahi. Uh -huh. yeah. kwa naweza nikakupeleka. Yeah, tunawezaenda. Okay, sikende basi sawa, okay. Aki e, hey, you sholdsit. In fact hata tumefika ni. Yeah. Oh. yeah. Oka, wow na huku kwenu ni kurembo. Kwani ndo mnamalizia finishing? yeah. wow. hata by next week hata tutakuwa tumeshaingia ni kurembo. Karibuni koni mwakuja mkua na nani Nimechelewa ni yako. Yako. Kidogo nilikuwa na kuja nikapatana na besti am, anaitwa Bella. Oh, yeah. wa okay.

Tu nataka aje. Nilikuwa nataka niende kwanza. Mm, nitarudi and uh, I will be back in 20 minutes. So you'll be back. It's okay. Na siku ya kaba basi kidogo alafu uende. Hapana, basi tu. Hata best yangu atakua huku 20 minutes niende nirudi. Ah, it is okay basi. Yeah. Ah, safari jema. Okay. Okay, babe. Acha niende. In 20 minutes I'll be back.

Nidhe ni kuulize, mnakanga hmm, haji na magi. Like anapigiwa simu wapa, alafu anaenda anakuacha na mgeni. Watu najue razi magenda job. Ati ukoshua ni job anaenda huyo msichana, uwe ni kama umjui. Mli tuwana naye wapi? Unajua venye huyo msichana ni mbaya. Kwanza hacha ni kuambie, uwe demu wako anakuanga na boyfriend mwingine. Unakumbuka zile pesa zenye ulimtumianga mtumianga? Imagine akakwambia ati ako na tia, emergency kwao alitumia huyo boyfriend, wakaenda wakakula nazo na akaniambia ati sijui haizitaka ujue kwa sababu mnaweza kosana vibaya sana, na vile nimfanyia mambo miki, unaona Ma... hii nyumba yenyewe umeona hapo hicho eh, imejenga juu yake hata juu yake, haya yeah. Hapana, hata mimi wanajifanya mimi ni rafiki yake, lakini acha nikwambie, hata si boss wake amempigia na jua, ukoshua si boss yake eh, si boss wake. Kwa hivyo ananichita na vile yani na hizo ali, pesa alienda kutumia na boy yake huyo, amikuwa ananipenda juu ya pesa cause like unajua month agovliaalinyoe yani tu aliweza kujipendekeza kwangu hivyo yani. Ani, anani, anani, chifanya pesa. Achana na yeye, acha nikwambie mimi, niko hapa na mimi nitakupenda kwanza. si mi si, niko single, sina mtu. hauna mtu? mi sina mtu, imagine wow. mimi sijaipata boyfriend eh, sina mtu. Acha nikwambie, kwanza siku ingine ulimtumia pesa, alitumia boyfriend mwingine wake Ilimtumia... E, alitumia boyfriend wake ati ni, ni emergency ati yeah, ati na akakwambia, ati sijui, ati mama yake yeah, alikuwa na emergency. Hakuna kitu kama an hiyo kube, yani hata si, si atitutajega iyo na kupea tuandike kila kitu hadi tabia yenyewe ndio inaisha, itaandikwa jina yako. I really like you. Do you want something sweet?